Sasa hivi Tanzania tumeanza kuumia, lakini Rais Samia ambaye serikali yake ndio imefanya makosa ikatufikisha hapo, anatuambia Watanzania tusiogope, hao Wazungu ndio wanaotaka kututumia, wale wanaotangaza maandamano wamenunuliwa, wamelipwa pesa. Sasa kama ulijua wewe ni serikali na una mkono mrefu ukajua kwamba kuna nchi inatoa pesa ili watu wavuruge amani ya Tanzania, kwa nini hujaenda kuwakamata? Dunia pia ina sheria zake, kuna polisi wa Interpol. Kama serikali mna ufahamu wa kutosha kwamba mtu fulani kapewa pesa na watu fulani ili aharibu amani ya Tanzania mngekuwa mmetumia polisi hapo mmewakamata, lakini kwa sababu hamjafanya hivyo, tunajua tu ni propaganda, na hiyo ni ya zamani, sasa msiitumie sasa hivi. Ndio maana mnamtuma mgu, Mwigulu Nchemba aanze ku badala ya kushughulikia tatizo, maana matatizo lishatokea, badala ya mshughulikie tatizo, sasa mnatafuta cover up jinsi mtafunika yale makosa yenu. Kwa hiyo mnaanza kusema tunapigwa vita ya uchumi. Uchumi gani? Tanzania tuna uchumi gani mpaka tupigwe vita? Hii ni vita ya uchumi, watu wametuonea wivu. Sasa wivu wao ndio waliwaambia msibadilishe sheria za uchaguzi. Wao ndio waliwaambia mfanye uchaguzi tata bila watu kuhusika wao ndio waliowaambia mkamate viongozi wa upinzani kwa sababu walikuwa wanauliza maswali ambayo hamwezi kuyajibu kisiasa. Tukubaliane tu kwamba tumefika mahali tulipofika, kwa sababu wanasiasa wa CCM walikosea, na wale wa vyama vya upinzani nao wakawa desperate wakakosea zaidi Wakafika mpaka hatua ya kuliandikia jeshi barua wakitaka jeshi lichukue nchi. Na kama jeshi lingechukua nchi leo hii tungekuwa mambo mengine tena, watu ambao wangekuwa wamekufa wangekuwa wengi zaidi, na bado tungekuwa hatujarudi kwenye serikali ya kiraia. Kwa maoni yangu, mi naona afadhali tukae tu hivi tulivyo, tutafute mwarobaini wa kujirekebisha, lakini sasa niliona hakuna hiyo maana. Mama Samia naye anajipiga kifua who are you? Sasa who are you mama <laughs> dunia haiwezi kukuruhusu wewe uamue tu kuua watu wako A -a. Wat, wanajiuliza huyu kawa mwenda wazimu, na kama ni mwenda wazimu, achukuliwa apelekwe kwenye hospitali za wenda wazimu yaani, ukiwa rais alafu uanze kuua tu watu utakamatwa na dunia itazungumza, na ndio maana umeona balozi zote za dunia, wale ambao tuna ubalozi kwao na wao wana ubalozi kwetu, wamezungumza wote. Ni vichaa kweli? Wote wanakuonea wewe Samia, kwa sababu ya utajiri ulionao gani? wote wanakupiga vita ya kiuchumi hapana? Wameona siasa hukufanya vizuri, wameona umekamata wapinzani umewaweka ndani, wameona nchi ya vyama vingi inakuwaje, chama kimoja ndo kinafanya siasa peke yake, wameona jinsi ambavyo unakandamiza uhuru wa vyombo vya habari. wameona jinsi ambavyo wewe Samia umenunua hata sisi wachungaji. Badala ya utuache tuhubiri injili ya Yesu kama inavyopaswa kuhubiriwa, unatukamata, unatupa pesa, unaturuhusu kufungua redio kama tuko tunakusifia sifia. Kwa hiyo wanapoona kwamba wewe na chama chako cha mapinduzi mumeingia kunyamazisha upinzani mumeingia mpaka kwenye vyombo vya habari mmevinyamazisha, mmeingia mpaka kwenye makanisa ambayo tunapaswa kuhubiri kweli na tutetee haki, bado mmetunyamazisha kwa kuvipesa mnavyotupa, lazima dunia iseme.